Mungu alipomwona Ibrahim kuwa ni mtu aliye na moyo wa kumtafuta, aliona eneo alilokuwa anaishi au nchi aliyokuwemo. Nchi ile ilikuwa ni nchi inayoabudu shetani, kwa sababu watu wa kizazi chake, watu wa nchi yake walikuwa wanaabudu miungu. Haleluya, haleluya. Na kwa sababu ya kuabudu miungu, Mungu alijua wazi kwamba Ibrahim angeendelea kukaa pale, asingeweza kudumu katika nini? Katika ule ushirika aliyotaka awe nao na yeye. Mungu akaona ni heri amuondoe katika nchi ile, ili aende mahali ambapo ataenda kukutana naye na kuzungumza naye, ili aweze kumbariki. Ni vizuri uelewe wazi kwamba unapofikiri kuhusu swala zima la watu wanaokuzunguka, sio kila mtu aliye karibu na wewe anayefaa kukufaa. Nikiongea hivyo unaelewa vizuri eh? Kwa lugha nyingine niseme hivi, sio kila mtu unayemwona anakuja karibu na wewe anayefaa kukukaribia. Watu wengine tunapowapa nafasi ya kutukaribia, wanafanika kuwa sababu ya mungu kujificha. Maandiko yanaeleza vizuri Ibrahim alipompeleka Lutu pamoja naye kwenye ile sura ya kumi na tatu baada ya kuwa wamekwisha kutembea muda mrefu wako pamoja, kuna kipindi Mungu alinyamaza kimya. Ibrahim alipofika mahali pa kuona sasa, hatuwezi kuendelea pamoja, kwa sababu ilitokea waliona wamebarikiwa, wana mifugo na nini, lakini kwazo likatokea wale wa, wa, watumwa wa Ibrahim na watumwa wa Lutu wakaanza kupigana. Na Mungu aliruhusu jambo hilo ili iweje? Ili amtenge Ibrahim na Lutu, kwa sababu zile baraka alizokusudia azipokee azikupaswa mtu mwingine awepo, zilimuhitaji Ibrahim mwenyewe awe peke yake. Lutu alikuwa kikwazo kwa Ibrahim, kwa Mungu akaruhusu patokee mafarakano, kwa sababu Ibrahim asingeweza kumwachilia Lutu, kwa sababu kosa alilolifanya ni kwamba alipoambiwa atoke aende mpaka nchi atakayoonyeshwa na Mungu, yeye alimbeba Lutu. Hayajaandikwa mahali popote kwamba Mungu akamwambia uende na watu wote wa nyumbani kwako na ndugu zako. Haa. Ila Ibrahim aliamua kwenda naye. Kwa nini? Kwa sababu Lutu alikuwa yatima, alikuwa ni mtoto wa ndugu yake, mtoto wa mdogo wake. Baba yake alifariki mapema sana, na kwa kuwa alimuona amebaki ye, Ibrahim asingeweza kumwacha peke yake, kwa sababu tayari baba yake na Ibrahim naye alikuwa amekwisha kufa. Kwa hiyo ikabidi Ibrahim ambebe yule mtoto wa ndugu yake ikawa ni mbaya mbele za Mungu, akafanika kuwa sababu ya Mungu kujizuia kujifunua. Kuna marafiki ambao umewapa nafasi wewe kwenye maisha yako, wamekuwa chanzo cha maumivu mengi kwenye maisha yako. Wengine wamekwamisha baraka zako, wengine wamekuvurugia amani yako, wengine wamekuwa sababu ya vitu vingi ulivyokuwa navyo kupotea. Wengine mliowaamini hata kwa kuwadhamini kwa maeneo mbalimbali mbali, wamewatesa wengine mliowapeleka hata kwenye maeneo ya kazi mkawapigia debe ili wapate kazi, wakawageuka mwisho wa siku wakabaki wao ninyi mkaondolewa. Watu wengine tunaoweza kuwaamini au kuwapa nafasi kwenye maisha, kama Mungu hajatuambia, tukiwapa nafasi kwa kuwahurumia, kuna uwezekano wa kupata shida ambayo hata Mungu haijui, sio kama anaongea na mtu hapo. Wewe mwenyewe unajua vizuri marafiki wengi ulionao wamekuwa sababu ya... kwako. Wapo wengine wameenda kusema tofauti na vile ulivyotegemea. Sikiliza, mtu anayekujua sana anapogeuka na kukusema vibaya, kwa namna moja au nyingine, mioyo ya watu wengine watakaosikia mambo anayokusema wataamini, iwe ni kweli au si kweli. Na mara nyingi, kwa kuwa ni watu wanaobadilika kwa hila, maneno yao mengi huwa ni ya hila, na maneno yakiwa ya hila, watu wanayaamini sana. Mtu uliyemwamini ukampa nafasi, akigeuka atakusema vibaya, atakufanya upoteze thamani uliyokuwa nayo, kwa sababu mioyo ya watu inaamini kwamba wewe ulikuwa naye mtu huyo, na kama alikuwa ni rafiki yako wa karibu, akisema haya anayoyasema yatakuwa ni ya kweli. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba watu wengi tunaowaamini huwa wanabadilika. Watu wengi wanaoonyesha kwamba wako karibu na sisi wakibadilika wanakuwa ni maadui wabaya. Uwe makini na watu wanaokuzunguka, usimpe kila mtu nafasi ya kukujua sana, kwa sababu akikujua, huo ndio mlango wa kukuangamiza. Vitu unavyopanga, hebu panga mwenyewe. Kama utamshirikisha mtu mmoja, awe ni mume au mke, ni sawa, lakini kama ikiwezekana, usimshirikishe mtu bila kuwa na uhakika wa hilo jambo kukamilika au uwe na nguvu ya kutosha ya kushinda upinzani unaoweza kutokea baadaye. Jaribu kuangalia sana. Mara nyingi vitu tunavyowaambia watu kwa kuwashirikisha huwa havifanikiwi, na vile vinavyofanikiwa huwa vinafanikiwa kwa maumivu mengi, kwa kutumia gharama kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu ni nani anayejua roho ya mtu unayemwamini? ni nani anayejua moyo wa huyu mtu ambaye unamwita rafiki? Ni nani anayejua anao yawaza usiku ukiwa haupo? ni nani anayejua maneno anayoyasema mahali ambapo wewe haupo? Wengine ni marafiki mkiwa nao karibu mnaonana, akikupa kisogo ni adui mbaya. Kumbe ni heri kujificha. Usiwe mwepesi wa kujifunua kwa kila mtu, kwa sababu hujui moyo wa mtu utabadilika lini. Zaidi ya kuambia jirani yako, jifunze kuwa na tabia ya kutunza mambo yako ya ndani.